Mimi wakati nina miaka kumi na nane mpaka miaka ishirini na tano nilikuwa naogopa sana kuwa mkubwa, yani kufika miaka thelathini. Yani katika kitu ambacho nilikuwa nakiogopa ni miaka thelathini, kwa sababu kichwa kichwani kwangu nilikuwa naamini kwamba ukishafika miaka thelathini umezeeka. Kwa hiyo mimi nilikuwa niko tayari kudanganya hata miaka enzi hizo, ili mradi tu nisifikie miaka thelathini na mimi ni miongoni mwa wale watu ambao sikupata baraka au neema au hekima ya kujifunza vitu vingi na kufanya vitu vingi katika umri mdogo. Yani mimi nilikuwa ni wale watu ambao I was like mimi naona ni mtoto na nataka kuwa hapo, nafanya ujinga na nataka kuwa hapo, yani hivyo. Lakini sasa Mungu alivyokuwa ajabu, mimi toka nimefika miaka 30, sasa hivi nina miaka 30 and above, lakini toka nimefika miaka ndio manifestation zangu zilianza kukam true, ndio nilianza yani kuwa mtu yule ambaye naweza nikapanga kitu na kikafanyika na kikafanikiwa. Yani naweza nikasema kesho naamka nafanya mazoezi na nika keep in touch, nikaweka alamu na nikaamka na nikafanya hivyo. Ni, nimepanga tabia fulani siipendi kwangu na nikaifanyia kazi na ikatoka. Nimesema this week I want to fast na nikaanza hiyo wiki kwa fasting, yani na vitu vinaenda sasa huwa nakaa najiuliza nasema jamani, ningeendelea kubaki kule kwenye 20s, maana yake maisha yangu yangeendelea kuwa miserable. Jamani, sasa hivi I'm proud kuwa mkubwa, najisikia vizuri na ndiyo maana mara nyingi huwa napenda kukushauri wa wadada wadogo wa kuanzia miaka 18 mpaka 20 huko kwamba Mungu akikupa neema ya kujitambua katika umri mdogo usi don't take it for granted yani usichukulie hicho kitu poa. Mshukuru Mungu na pambana, unatengeneza kesho yako bora sana, bora sana.